karibu mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo ni jumatano katika juma kuu masomo yetu ya leo somo la kwanza inatoka kitabu cha nabii isaya sura ya hamsini aya ya nne hadi ya tisa na somo la injili inatoka katika injili ya matayo sura ya ishirini na sita aya ya kumi na nne hadi ya ishirini na tano karibu tusikilize injili. Wakati huo mmoja wa wale tenashara jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande thelathini vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema, enendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema amin, nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye hamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti Akajibu akasema ni mimi, Rabi? Akamwambia, wewe umesema. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu katika Kristo, leo tunaendelea kutafakari juu ya juma kuu, juu ya safari ya Bwana wetu Yesu Kristo kwenda kumkomboa mwanadamu. Masomo yetu ya leo yanatupa dhamira ya usaliti, imani kwa Mungu, ujasiri wa kubaki mwaminifu kwa Mungu. Katika somo la kwanza la nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 9, nabii Isaya anaeleza juu ya mtumishi wa mwenyezi Mungu. Mtumishi huyu ambaye ameyaweka matumaini yake kwa Mungu licha ya mateso makali anayopitia kutoka kwa watesi wake waliompiga mgongo, waliong'oa ndevu mashavu yake, waliomtemea mate. Machungu hayo na maumivu hayo yote, yeye ameweka matumaini yake kwa Mungu. Ni mtumishi ambaye amekubali kudharauliwa kutoka kwa watesi wake. Mtumishi huyu ni Kristo mwenyewe, ambaye tunamtafakari zaidi jinsi anavyoingia katika mateso makali katika juma hili kuu. Kristo alitambua yote ni ya muda tu. Alikubali kusudi kwa mateso yake atuokoe sisi wa dhambi. Anakubali mateso na maumivu ili kusudi mpango wa Mungu utimie. Anakiri wazi kwamba Mungu mtetezi wake yuko karibu. Hajamwacha ndiye anayemsaidia na ndiye atakayemnyanyua mbele ya adui zake kwa ushindi mkubwa. Kristo anatufundisha kuweka imani yetu, matumaini na mategemeo yetu kwa Mwenyezi Mungu nyakati zote tunazopitia mateso na mahangaiko makali maishani mwetu. Anatukumbusha kuwa kuweka matumaini yetu kwa Mungu ni mwanzo wa Mungu kutimiza mapenzi yake hata katika nyakati ngumu za maisha. Kumbe Kristo hutukumbusha kuwa Mungu daima yuko katikati yetu. Tumwite kwa imani na matumaini, naye atatusikia. Katika sehemu ya Injili tunapata habari juu ya usaliti wa Yuda. Yuda anamsaliti bwana wake kwa sababu ya tamaa ya fedha, tamaa ya fedha inayopelekea kitendo cha mauaji. Yuda anachagua kumsaliti Kristo kwa tamaa ya pesa. Lakini Yesu anaongea waziwazi na kwa uchungu kwamba mmoja ya wanafunzi wake atamsaliti. Siye mwingine ni Yuda, mtu aliye karibu na Yesu. Lakini licha ya kujua hayo yote haikubadilisha mpango wa Yesu wa kumkomboa mwanadamu. Kumbe Yesu harudi nyuma katika hamu yake ya kumkomboa mwanadamu. Yesu anaonja uchungu wa kusalitiwa na mtu wa karibu ambaye ni huyu Yuda Yesu aliyemchagua aliyemkaribisha na kumweka miongoni mwa wale kumi na wawili. Usaliti unamuumiza mwana wa Mungu. Wivu na tamaa ya fedha unamuumiza Kristo. Tunaposoma sehemu hii ya Maandiko Matakatifu leo, tunajifunza mambo gani? Tunajifunza kwamba Kristo alivumilia usaliti, alivumilia maumivu haya ya kusalitiwa kwa sababu ya upendo wake kwa mwanadamu, kwa sababu ya hamu yake ya kumkomboa mwanadamu, kwa sababu ya hamu yake ya kutimiza mapenzi ya Baba yake. Uchungu wa kusalitiwa na kuingia katika mateso ndivyo vinamuumiza Yesu. Mitume licha ya kuelezwa waziwazi juu ya kwamba mmoja wao atamsaliti kila mmoja anatafuta namna ya kuweza kuonekana mwema kwa Kristo na kuuliza je, ni mimi Bwana? Je, ni mimi Bwana? Je, ni mimi Bwana? Kila mmoja anatafuta kuikomboa nafsi yake na kuonekana mwema, lakini wanasahau juu ya kumsaidia yule ambaye ni miongoni mwao na ametabiliwa kwamba atamsaliti Kristo. Kumbe wanajitazama wao wenyewe na si kumsaidia yule ambaye ameonekana ama Kristo anabashiri ya kwamba atamsaliti. Yesu anakubali kuingia katika kifo kutokana na usaliti wa rafiki wa karibu. Ndiyo anatufumbua macho yetu kwamba usaliti huleta madhara makubwa, tamaa ya fedha huleta maumivu makubwa, hata kupelekea kifo. Kristo aliye mtu kweli anaonja maumivu ya kusalitiwa, anatufundisha nasi kuwa dhambi ya usaliti huleta maumivu katika maisha ya wenzetu. Pengine nasi tunaweza kumnyoshea Yuda vidole na kumwona ya kwamba ametenda kitu cha ajabu sana, tunasahau ya kwamba hata nasi pia tunaweza fanana na Yuda. Kwa kukubali kumsaliti Kristo, kwa kukubali kusaliti neno lake, kwa kukubali kusaliti amri za Mungu. Haya yote yanatufanya nasi tuweze kufanana na Yuda kwa kuwa tunaenda kinyume cha yale ambayo Kristo alitegemea sisi tuweze kufanya. Na mara kadhaa tamaa hutufanya sisi kuweza kuisaliti hata imani yetu na kugeukia fedha zaidi kuliko kutazama imani yetu ambayo Kristo ametushirikisha katika maisha yetu. Tunaposhindwa kushiriki matakatifu na kugeukia mambo mengine, haya yote ni usaliti katika imani yetu. Pale tunaposhindwa kutenda yaliyo mema kwa makusudi hasa, kwa ndugu zetu, marafiki zetu na wenzetu, tunakuwa tumesaliti amri ya upendo. Kwa kuwasaliti wenzetu katika ndoa kwa kuwasaliti rafiki zetu, kwa kuwasaliti ndugu wote walio karibu nasi, kwa tamaa za fedha, kwa tamaa za mali, kwa tamaa za mwili na mazuri yote ya ulimwengu, tunafanana na Yuda. Na hivyo tutambue ya kwamba usaliti huu huleta madhara kwa watu wote ambao wanatuzunguka, na hata pia huweza kupelekea maumivu makali zaidi kwa wenzetu wale ambao wanatutegemea. Kristo ni mwenye huruma. Anatualika tena tuache hayo mawazo mabaya ambayo yanatupelekea sisi kuweza kumsaliti. Na anatamani daima tuweze kumtazama yeye na kuambatana naye katika safari hii ya kumkomboa mwanadamu. Katika juma hili kuu tumfuate Kristo kwa uaminifu. Mawazo yetu, mioyo yetu na nia zetu zisiwe katika kumsaliti bali kuambatana naye katika kumkomboa mwanadamu. Daima Kristo anatualika pia kuweka matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu na kutegemea maongozi yake pale tunapopitia maumivu makali katika maisha sababu ya usaliti na mateso kutoka kwa wale tuliowategemea maishani mwetu. Niendelee kukukaribisha kutafakari vyema katika juma hili kuu, ni kwa namna gani nitabaki mwaminifu katika maisha yangu pasipo kumsaliti Kristo na kwa namna gani nitahudumia wenzangu kwa uaminifu pasipo kuwasaliti na kuwaletea maumivu makali katika maisha yao. Na kushukuru kwa kutafakari nami sehemu hii ya maandiko matakatifu. Niliyakuletea tafakari hii, ni mimi Frateri Nestori Marwa wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele Amina!